Kwa hiyo tunaomba yale tuliyoagiza myafanyie kazi kwa haraka, na maagizo pale Nguvu Mali tumeona kazi nzuri sana, naona inakwenda kwa viwango mno. Ongereni wana kama bado mpo hapa wana, wana, wana Nguvu Mali, ongereni, kazi imeenda kwa viwango kweli kweli, naikiisha ile itapendeza sana. Sasa tuko hapa Mwakidila. Mwakidila mpo nawaona, ongereni kwa kujitokeza kwa wingi Mwakidila, tuna mradi huu mzuri hapa, tumeuona tume. Dokta Samia anatoa fedha nyingi sana. Sasa fedha ikitoka ikitumika ipasavyo, kwa kweli inafurahisha. Mnaona mradi ulivyopendeza, na tumeingia huko ndani, kwa kweli ni kuzuri, watoto wamepata sehemu nzuri ya kupata elimu ya awali huko, vizuri sana. Nawapongeza sana watendaji wa serikali kwa kazi nzuri hii ya hapa, tumeiona kazi nzuri sana, ongereni sana mmefanya kazi nzuri. Wanasema kitunze kidumu, naombeni Wanamwakidila, mtunze mradi huu, watasoma vizazi na vizazi, watapita hapa kuja kusoma kwenye shule, kwenye hii shule ya awali, wakitoka hapo wakiendelea na wengine wanaingia. Miundombinu mizuri, na kuna miundombinu rafiki kwa watu wenye mahitaji maalum, kwa sababu sisi sote ni wa, ni wa, ni wa, walemavu watarajiwa. Unaweza kawa huwezi kupanda zile ngazi, lakini unapita kwenye ile miundombinu rafiki. Mi nawapongezeni sana kwa kuweka miundombinu rafiki, kwa sababu hapa mmesema hii shule pia kuna wanafunzi wa mahitaji maalum. Naona ndo imefika mwake mua kabisa, na utumetembe, tumetembelea kwenye tundu za vyoo. Naomba msisitizo kama nilivyoweka kule ile wanaita ile supportive, ile iwekwe kwa haraka, isicheleweshwe, na naona hata watakaopita wakikuta haijaweka lazima watasema maana itakuwa haina maana yoyote kama haitakuwa ile haijaweka ya kuwa support wale wenye mahitaji maalum. Ni muhimu sana ndugu zangu, dr Samia anafanya kazi kubwa, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano na awamu yake ya sita. Tumpigie makofi, tumpongeze. Alikuja Tanga, amekaa karibu wiki nzima. Yeye sisi hatudai sisi, sisi hatumdai rais, lakini yeye anatudai sisi, sasa tutamlipaje Oktoba Oktoba tuna kura zetu za ndio kwa dokta Samia Tanga tuwe namba moja tanga tuwe namba moja mwenyekiti wetu wa chama Ustadhi Rajab Abdurrahman anasisitiza kwa wananchi wake wa Tanga tusifanye makosa kaboresheni taarifa zenu hivi karibuni kuna kuboresha taarifa ambaye hajajiandikisha aende akajiandikisha leo kosea kuandika akaziboreshe ili kusudi tukatumbukize zile kura nyingi. Ikifika Oktoba, tumpe kura za kishindo Dr. Samia Suluhu Hassan. Miradi mingi pesa nyingi zimeletwa kwenye maeneo husika, yaani sasa hivi zile huduma za jamii zinatufata tulipo, kweli sio kweli? Yeah. Eh, huduma zote zimetufata na huyo ndo Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia oye, oh oh! Dr. Mwinyi oye, oh oh! Kwa hiyo nimeona nisisitize hapo kwenye kwenda kuboresha taarifa zenu, msiache kwenda kuboresha na mwendelee kukiamini Chama cha Mapinduzi nchi wa tangasisi. Mradi huu tuutunze, tunapoutunza mradi huu tunaweza kuutumia kwa vizazi na kizazi na kutunza kwake sisi, tunafahamu tunaishi maeneo humu. E, wanaweza wakatokea watu ambao hawana nia njema wakachomoa nguzo. Hawa watu wanakaa kwenye mitaa yetu tunawajua, kwa sababu ni watoto wetu, tukaamua kuwaficha itakuwa hatutendei haki taasisi yetu. Kwa hiyo tutoeni ushirikiano mradi mzuri tutunzeni, miradi ya serikali tutunzeni, mradi wa shule ili uweze kuwanufaisha watu wengine. Kwa kweli sina mengi ya ziada zaidi ya hayo, na mwisho, kwa ukumbusho, tupo katika kipindi cha kuboresha taarifa zetu kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Niwaombe sana wananchi na viongozi wenzangu, twendeni tukajitokeze kwenye kuboresha taarifa zetu kwenye daftari la kudumu la wapiga kura na tukishaboresha tusubireni wakati wa uchaguzi, na ni washauri endeleeni kuichagua CCM kwa sababu ndio chama ambacho kimejipambanua, eh, kuleta maendeleo kwa wananchi wa kata hii, wananchi wa wilaya hii, na wananchi wa mkoa wa Tanga. Tutayafanyia kazi kama kamati ya siasa, na yale mliyotuambia, tuwe tunapitia kwenye miradi yetu ili eh, tuwape mrejesho kabla ya kuja kwenye ziara nyingine. Kamati ya siasa tutafanya hivyo ili kufanya kazi ambazo mmetuagiza. Tunawatakieni kila laheri, kwenda kwenye halmashauri kuu ya mkoa kwa ajili ya kwenda kuhitimisha ziara hii. Asanteni sana, Mungu awabariki, Mungu wawasimamie.